Kwa dhati kabisa namshukuru ndugu Magufuli. Mimi nilikuwa Bunge la Nne hapa, ndugu zangu, nilikuwa msumari, nazungumza ukweli kuhusu mafisadi, wezi wa mali ya umma, mpaka nilizungumza mpaka makaburi yao wafukuliwe, wafungwe minyororo kwenye makaburi. Mheshimiwa, nilizungumza vile vile safari za wabunge kwenda nje hazina manufaa, tunapishana airport kama wakimbizi. Mimi nilizungumza hapa kabla Magufuli hajakuwa rais nilisema hizi safari hazifai. Hebu niambieni mbunge hata mmoja alikwenda nje alete tija hapa. Kama sio wa, walikuwa wanarudia wengine airport. Nimezungumza hapo kwa ushahidi, wakamata hata pasipoti zao waangalie kama walikwenda, walipewa hela kama walikwenda pasipoti itaonesha. Wengine wanapewa siku kumi wanakaa siku mbili wanarudi. Ndugu zangu, tumsifu Magufuli, amedhibiti nchi. Amedhibiti nchi. Mimi nilimwambia Rais Magufuli Kinyerezi kwenye mtambo wa umeme kuzindua mtambo wa umeme, nikasema spidi yako bado sijaiona, bado spidi ni ndogo. Inchi hii bado mafisadi wengi wanatuibia. Juzi juzi tu tenda ya eura wanataka kutuingiza, kutuibia bilioni sita kwa, mwe, kwa mwaka bilioni sita, shilingi bilioni kumi na tatu za kitanzania kwa miaka mitatu mkataba huo, tutaibiwa bilioni 40, wakati hatuna zahanati, hatuna madawa, hatuna kila kitu. Ndugu zangu, bado watu hawaogopi serikali. Wapo hawa, nataka wabanwe, kiwezekana kunyongwa na Rais Magufuli namwomba aendeleze, azidishe mara mbili, asionee huruma mtu yoyote anaiba za walipa kodi wananchi wetu. Ndugu zangu, majimboni kwangu kuna matatizo. Ni kwan zungumza habari ya usafiri ziwa, kutoka Kirando kwenda Kazovu, miaka hamsini tangu uhuru hajaona gari. Namshukuru rais, ofisi ya rais imenipatia pesa mwaka, wananchi wa Kazovu wataona gari. Niseme nini sasa, nikose kumshukuru? Haiwezekani ndugu zangu. Nchi zingine mtu anaimba wimbo wa matusi kumtukana rais mwanzo mpaka mwisho anaachiwa. Nchi gani? Utaona gani huu? Wewe mtu unamtukana rais unaachiwa, aende Rwanda kule akaangalia, au nchi za Kiarabu watakunyonga wewe. Unamtukana rais wa nchi, wikua nani? Uhuru gani? demokrasia gani hii? Unaimba nyimbo wewe, nyimbo na mtu wa studio na rekodi nyimbo, ama kweli kweli, sio utawala huu. Wangeniachia mi dakika mbili, nawaonesha. haiwezekani Kiongozi wa nchi anatukanwa na nyimbo? Kisikia nyimbo hiyo ya Roma sijui mkatoliki, ndugu zangu, nyimbo ya aibu <totitikana> haiwezekani. Mtu kasikia mtu nyimbo kama ile alafu unamshabikia mtu, haiwezekani. Kusema kweli ni, ni makosa ni kukosa adabu. Rais wa nchi hatukanwi popote pale, haiwezekani. Nenda nchi zingine, nenda Rwanda Burundi, po nenda Burundi, nenda DRC kaangalie, Watakushughulikia. Nyie mnacheka cheka hapa rais. Haiwezekani kumchezea namna hii, huyu ni utovu wa nidhamu.